sana katika eh, kulitumikia jeshi letu eh, tukufu. Kiungo hicho husaidia vile vile eh, KDF kuona kwamba wanawasajili makurutu wale waliobora zaidi na wale ambao huenda ama wana uwezo wa kustahimili graduate service officers wenye uwezo wa kuongoza, kufikiria kimkakati ama strategic thinking kwa lugha ya Kimombo, na kuhudumu kwa heshima na uzalendo katika kulitumikia taifa hili letu tukufu la zoezi ambalo linaendelea kwa sasa katika runinga zako, bila shaka ni kile ambacho kinafahamika kama physical fitness, ambalo limeandaliwa na maafisa wa kijeshi waliofuzu kwa na KDF kuona kwa kwamba wako katika hali nzuri na wana uwezo wa kupitia mazoezi yote ya kijeshi, ili kuona kwamba katika siku za usoni ama siku zijazo, wanaweza kufuzu kama graduate service officers, ambao tayari wamefanyiwa uchunguzi na wameonekana ya kwamba wana uwezo wa kustahimili, wana uwezo wa kustahimili maswala kadha wa kadha ambayo huenda akahitaji ama usahimilivu. Kahapa siku ya leo ni wale ambao walibahatika kuorodheshwa katika magazeti yetu ya kitaifa kama waliochaguliwa na waliofuzu kuja kwa ajili ya mahojiano haya, ilikubaini endapo watajiunga na vikosi vyetu vya jeshi la Kenya Defence Forces ama ukipenda KDF. E, kize, itazingatiwa kwamba ama ni muhimu pia vile vile ufahamu ya kwamba, e, ni wengi walikuwa wameomba ruhusa ya kuorodheshwa katika magazeti yale, lakini kuna vigezo ambavyo vimeangaliwa, vigezo ambavyo viliangaliwa ili kubaini ni yupi yule ambaye amefuzu kujiunga a, na shughuli hizi za mahojiano ya moja kwa moja ili kubaini endapo atakuwa anajiunga na jeshi letu tayari.